mjawa ni hewa limewanao wose wa kulanga na wosi wahasi wajende kuli mtuli mbemgo kuli malenga mazelu imnyamaku wose chikendela yeah. Kwa matawa mchemwa, au kwa majina anaitwa Mtemi Yasini Bilingi Ali wa Nne, chifu wa wilaya ya Dodoma mjini, nyumaya mwenyekiti wa baraza la machifu mkoa wa Dodoma, lakini pia mtawaulisha kidogo, mwaka juzi ndiye chifu pekee mteule wa Mheshimiwa Rais <coughs> aliniteua kwenda kuweka zindiko la Ikulu yetu tuliyojenga sisi wa Tanzania pale Chamwino. Ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa tano mwaka 2023, lakini pia mwaka huo huo nilibahatika kuwa chifu uteule paletuki wa kimataifa ajili ya kuba mwanyelele, kati ya machifu kumi Tanzania walioteuliwa na Mheshimiwa Rais katika ushauri mila na desturi kitaifa, nami nilikuwa ni miongoni mwa uteule huo, lakini kwa mapenzi ya Mungu nilibahatika kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa kuiongoza kamati hiyo. Si kwa nguvu zangu, si kwa namna yoyote, bali yule aliyenifanya nikawe mimi ndiye aliyefanya yote yakawezekana mpaka hapa, ndipo naye si mwingine Mtukufu. Una baraka zake, ni lazima tuzirudishe kwake Mwenyezi Mungu. <coughs> Nawashukuru pia machifu wangu. Sisi kwa historia kidogo, kwa baba tumezaliwa watoto hamsini na saba kati ya watoto hamsini na saba mimi mtoto wa hamsini na saba kwa baba yangu na ni mtoto wa mwisho kwa mke wa nne kati ya wa watoto na, lakini Mungu aliniinua na kuwaacha wenzangu wote walionitangulia. Pia bado anaendelea kurudisha utukufu wake. Baada ya mzee kusumbuliwa na maradhi mbalimbali na nini, alikaa na pamoja na wazee wa baraza la mila na desturi na koo, wakaona mwenye kuweza kukalia kiti hiki na mwenye sifa ya kiti hiki. Mungu akanichagua ilikuwa ni mwaka 2018 nikichukua na kiti mwaka 2018. Ilikuwa ni mwezi wa pili, mwezi wa sita. Barema ambaye alikuwa ndo mwenyekiti wa machifu na warenzi wote Tanzania, mzee wetu John Samuel Malecela, ndiye aliyeteuliwa na Mheshimiwa Rais kuja kunisimika pale nyumbani, na baada ya usimikaji huo, na nashukuru wazee wangu kwa hekima zao, machifu wangu, na ndiye chifu anayeongoza baraza la machifu wazee, ambayo mimi ni kijana kidogo kama mnavyoona wote hapo, lakini kwa kuwa machifu wangu wana hekima ya juu ya utungulizi na waliyaona mengi, na wao walifikiri kwa namna Mungu alipowapa uwezo, na ndio maana leo tunaita sisi, naitwa wafikiriaji wapya duniani. Na hizo fikra sio zilianza hapa, zilitoka huko kwa wazee wetu, waliamua kufikiri mpaka hapa taifa lilipo leo. Ni fikra hizo zilizoanza huko tangu dunia kuumbwa, ambazo leo tunashukuru vijana nao wakabidi wajifunze kwa wazee wetu, kwamba wazee wetu walifikiri kwa namna gani, waliwaza nini mpaka leo. Kwa nini sisi asaidie mawazo hayo ya kufikiri ili nasi tutaweza kuchukua pale walipoishia. Kama unavyoona hata simba hivi, wazee wangu waweze kutoa tatua moja kukimbia. Sasa tuchukue maoni yao tuyaweke kwenye vichwa vyetu, tuyauze kwa vijana wenzetu ili fikra ziendelee kusambaa kwa kizazi kilichopo, kinachokuja na hata kinachoendelea. Hiyo ndiyo inaitwa maana ya ufikiriaji upya dunia, si ya kwamba wao kwanza kufikiri la wameanza kufikiri fikra za waliowatangulia wakaziiba wakajifunza wakazibeba, wanaziendeleza ili zilete matunda ya tunu ya nchi yetu ya Tanzania. Nashukuru, mwaka 2020 wazee wangu, tuliitisha kikao cha kwanza baada ya azimio kwamba kila mkoa ni lazima uunde mabaraza ya machifu ili wawe na wa baraza hilo mwenyekiti wa baraza hilo, katibu na naibu katibu, lakini wajumbe wa baraza la kamati tendaji. Nashukuru na kwa uwezo huo kwa, natusha, wote, kwa na natosha wote namna moja, japo tuligombea machifu watatu darasa hili, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu pizanwalipatakula pindi zote zilizobaki. Nashukuru kwa mazao nami niliwaahidi kuwapa ushirikiano wa hali na mali, kuhakikisha kila kwenye changamoto ya aina yoyote, lakini kuhakikisha tunu ya nchi yetu, lakini tunu ya mkoa wetu, maliasili ya mkoa wetu, na kuona tunu zote ambazo ndio asisi wote tuliopo hapa machifu, tuna enzi na kuulizi ya watangulizi wetu mababu zetu, tanu miaka hiyo ya dunia kubwa mpaka leo amalisiwatazetu imefika kwetu. Maana yake ni lazima tu tuezi na tuhudumishe utamaduni wetu, kwani ndiyo mila inayotupa maadili yaliyo mema. Maadili yoyote yaliyo mema huleta uhuru, na uhuru ukiwepo ukiutunza katika misingi ya maadili huleta amani, utulivu, na ndio maana mpaka leo ndio tuno kama nchi ya Tanzania na haipo popote pale. Sasa kwa nini leo tu... tunahitaji tujue na tuwaeleze watu, kwa muda mrefu wamekuwa wana fikra ambazo ni hasi na sio fikra zile yakinifu, kwa baada ya utandawazi mwingi kuathiri akili yetu, wengi huo wanaamini anapotajwa chifu basi yeye ni mshirikina mwanga ganga wa kienyeji na nini. No, leo mantiki yetu kuwepo hapa, kwanza mwelewe uchifu sio uchawi, sio sio, ni utawala kama ulivyokutawala mwingine wa kimamlaka, lakini uchifu ni utawala wa mira na jadi, na ndio utawala kongwe uliokuwa ulimwenguni, uli duniani, maana Mungu alipoiumba dunia hapo mwanzo alisema wanadamu walipopewa agano la kusema e ee, nendeni nikadhaliani na mujazo ulimwengu, uliweka utaratibu wa watawala. Watawala hao ndio sisi machifu, ndio mwanzo wa utawala wa chifu <inaudible> kwa mantiki moja naweza nikasema leo uhuru huu tulionao umeasisiwa na machifu. Kabla ya uhuru, serikali ni machifu. Wakoloni walipokuja Walikuta wenye serikali yao ni machifu. Machifu ndio waliopambana na wakoloni kuwafukuza, na hao hao machifu ndio walioungana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kumpa baraka zao, kumpa neema zao, na ndio akaenda kudai uhuru. Ndio maana leo tunasema ni uhuru wa haki, maana yake una nguvu ya watukufu waliotoka kwa Mungu, na ndiyo maana uhuru wetu ni utukufu, na ndio nchi ya kitovu cha amani duniani. Na hata naposema leo tunakuwa mashahidi, kiongozi mkubwa wa ngazi ya juu ya kitaifa leo tunapozungumza, tunamzungumza Daktari Samia Suluhu Hassan na sio mwingine duniani. Maana ni nini? Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa ni nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nani? Amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama kitaifa ni nani? Chifu wa machifu wote Tanzania ni nani? Sasa leo tukijiuliza, ni nani kwenye dunia, sio kwenye taifa, kwenye dunia, aliwahi kuwa na tunu kubwa zote za kitaifa? Mtajiwe hata kama yuko mmoja, kama kuna rais wa tunu ngine, jibu litakuja hayupo. Sisi sasa hii tunu imeletwa kama tunapomwomba Bwana Yesu, tunamwita yule mwanamke mtakatifu aliitwa Maria mtakatifu, sio? Sasa leo tuko na tunu tusiitumie, kesho itatoka, tukaanza kupata matatizo, tutalaumu tutashukuru. Sasa kwa nini tulaumu na kati nia tunayo sababu tunayo uwezo tunao, kazi yake inaonekana leo. Hata ukiwa baba na mama nyumbani, majukumu ya mama kutoa kaba hata kwa sekunde hata yaweza, na leo tunaona ushuhuda huo. Ni mama mwenye huruma, mkarimu, asiyemwacha mtu nyuma, usawa wote unazingatiwa kwa vitendo, kwa akilifu. Na sisi tuliamua kuchukua jukumu hiyo, kwanza kuunga mkono wa kuweza kuchangia wa machifu wote Tanzania kuhakikisha tuna imani nayo kubwa, tuna mapenzi nayo mengi ya dhati, na tuna maono juu yake. Nchi hii iko juu ya mabega yake, lakini peke yake hawezi isipokuwa tukimpa nguvu sisi, anaweza na anafikia malengo tunayoyahitaji wa Tanzania leo. Tunakuona standard gauge pale, hata nchi za Ulaya Niwaambie ndugu zangu, hazina o mlaji wa standard gauge hazina kwa Afrika ndio sisi. Hayo ni matunda ambayo Watanzania tunatakiwa tuyaone kwa kujivunia, lakini tuyasapoti yaje na mengine naotamani yawepo yatakujeji. Sasa tumuunge mkono, tunasema mama Samia ni shinakawa, tunalala naye tuna, tunaamka naye tunatembea naye tunakula naye, ushindi ni lazima nasi tunaona naamini, mama anapokwenda kuchukua fomu sisi ndiyo tutakayekuwa kipaumbele kwenda kuhakikisha. Na labda niwaambie niwatoe hofu, niwaambie ni watoe hofu, mgombea urais chama cha mapinduzi ni mmoja tu, sioni mwingine, ni mmoja tu, na hakuna fomu nyingine zaidi ya mama Samia. hiyo tutakwenda nayo, tutachukua naye tutatembea naye, tutaanguka naye, tutaamka naye, lakini tunahakikisha Samia ndiye mama mlezi wa nchi ya Tanzania. Uhuru amani nitundu kubwa sana sana sana. Leo tunaweza tukaona hichi kitu ni kama hadithi. Leo tukijifunza kwa majirani zetu leo hapa muda tuliokaa hivi, wengine hawana muda wa kukaa, wengine hawana muda wa kuabudu, hawana muda wa kufanya shughuli za kimaendeleo, lakini sisi tuko huru muda wote, saa zote na popote, tunafanya chochote kile tunachojisikia, isipokuwa tu tusivunje taratibu za kisheria na kanuni zilizowekwa. o Machifu Ndiye baba wa Chama cha Mapinduzi, baba wa Chama cha Mapinduzi ikazaa serikali hiyo yote iko chini ya mchifu. Maana tuliasi kuanzia taa tano sisiemu mpaka leo, sisi ndiyo yenye serikali. Au serikali ni ya chama gani jamani? Sasa Chama cha Mapinduzi kina mtu wao Ikulu pale. Ni nani Mama Samia? Machifu wana mtuao Ikulu pale. Ni nani Mama Samia? Kwa hiyo hii niliona tupeane mawili matatu, natukumbusha huu mwaka tulio nao. Kila mmoja anajua mwaka wa tunakwenda katika uchaguzi mkuu ambao tutakwenda katika ngazi ya kata, jimbo, taifa na sisi tukaliona tuanze kazi mapema, na kazi hiyo tusipoianza kuiacha kwa watu wenye mamlaka haya. Tunaona wote tumekuwa mashahidi, kati ya kazi za Mama Samia tulizopewa, tuliambiwa upatanishi, ambao tukasimamia migogoro, tunzajua mazingira, utamaduni tuulinde, lakini pia maporomoko ya maadili. Leo hata Dodoma tunatetemeka na kushangaa matukio ya mauaji, bakaji, nyanyasaji. Tulikuwa tunasikia huko, lakini leo nasikitika nikiwa nimesimama hapa Dodoma. Ndiyo imekuwa kwa hii miaka karibuni na miezi, imeongoza kwa matukio mabaya kabisa ya mauaji. Ni kitu ambacho sio utamaduni wetu, sio desturi yetu. Ni nini mila Tumeacha maadili, tumekeza na mila na desturi au utamaduni. Maadili yanaanza kwetu sisi wenyewe wazazi. Sisi tusipokuwa na mila na desturi, tusipoweza kuwawekea maadili wanetu, tusilaumu serikali. Serikali kazi yake ni kusimamia. Sasa kama wewe mwenyewe mzazi umeshindwa kulisisha vyema kizazi chako kuwa na maadili Leo ni msiba mkubwa tunaotupia taifa, lakini lazima tuanze na sisi. Na tunaposema maporomoko ya maadili, si kwa vijana ndugu zangu, si kwa vijana tu, hata wazee pia wana maporomoko ya maadili. Maporomoko ya maadili uko wa nyanja mbalimbali, na ili maadili yetu tuyatunze, turudi kwenye mila zetu mila ndo zenye chimbuko ya maadili yetu. Mtatoa mfano zamani Sama. Maadili maadili yalitunzwa pande mbili eza wanawake walifikia umri wa uvunjaji wa ungo walipelekwa unyago. Unyago kulikuwa kuna mafunzo ya namna gani, sasa umekuwa mwili wako uweke vipi utembee vipi, watu walio kuzidi umri, lakini mipaka yako wewe na jinsia ya mbaosi yako ni ipi? Na hata ukiwa umeolewa leo, ukienda kwenye mji wako, majukumu yako ni yapi? Ukaitunze vipi ndoa yako, ukafanye nini? Mtoto alitoka kule ana mafunzo aliyoiva. Lakini wa kiume tulikwenda jando, jando ilikuwa ni jeshi la mafunzo sasa umefanywa hivi, nitakuwa hivi, utaishi hivi, na ukienda kule, waheshimu baba na mama yako hivi, na watu waliokuzidi umri hivi, na je, jinsia hii uiogope vipi? Unao utakuwa kuizoea ni moja. Sisi walugolikua nasema kuna kitu kinaitwa mizimu na mzimu mmojawapo alisema miti yote itapanda, ntawanda utanishinda oh, oh. ulikuwa uh, uh, na uh, uh lakini leo vijana wetu wanazaliwa tu, unasema matatizo matatizo. Tunahitaji sisi mtoto wa mwezi mmoja tayari na mtoto sihemu ingine hivi na hivi ha, wale mabibi mashangazi wa zamani wa kukaa jukuu kuwapa historia wako wapo, wapo, lakini muda huo wa kukaa na hao wajukuu kuwapa historia, kuwapa historia walipotoka kujua asili yao Je, yeah, mda huo wanao? Takuambia niko bize, kwenda huku na huku nilitoka, leo huku kwenye kikoba. Huyu baba atakuambia nimeloa kachuka kwanza, ngoja niende sehemu nikapate mbili tatu, ili niendelee. Sasa leo ndio kile tulichokipanda tunaona leo, bakaji, mashoga eh? Leo mwanaume unakubali kuwa mwanamke. Wazazi wako wamekuzaa kwa mambo yote, amepokea mila yote kwa uchungu, miezi tisa akitegemea, nimezaa mtoto toto kidume, kesho kitakuja kusimama na kitaniokoa na kufanya moja mlitapi. Kesho mama anaambiwa mwanao si mwanaume, ni mwanamke. La hasha, ni mtihani, tuikatae kabisa. Leo baba unafikia haja hata kuawiti mwanao, au kubaka mwanao, au nani? Shida ni nini? Huenda shida zingine zinaweza zikawa ndani ya migogoro ya ndoa zetu sisi wenyewe. Leo nakuta mwanamke akiwa ndani na yeye anataka kuwa baba. Wewe uliolewa, ukiamini utakwenda kutumikia vyote ambavyo mtakuwa mmekubaliana na mumeo. Kesho mmegombana kidogo, anatokea siku fulani, unaanza kugawana chumba na baba, naye baba hana uunda, uwezo mwingine nje huko anaona mtoto mama, akaenda kuchuma mboga haya tunapanda mbegu mbaya. Niwawake wito wote, turudi wazazi wote, tukawe walezi bora, tukasimamie misingi bora, tuhakikishe maadili yetu tunayarudisha. Sisi tuna makabila mengi sana kwenye nchi yetu, lakini tulitengeneza kabila moja tu kwenye nchi yetu ambalo liliitwa Tanzania na likatengeneza lugha azimu ya Kiswahili ambayo leo duniani kote hakuna taifa lenye lugha moja ya kitaifa isipokuwa Tanzania. Hii ni tunu na Mungu bado anaipenda sana nchi yetu. Kwa hiyo <tabio> baada ya kusema hapo <tabio> nadhani mengi kwa zana wote walionitangulia, kwa kila mmoja anaongea am, mengi mazuri yenye kutufanya akili zetu zipate na kukua, ni k na washukuru wote ndugu zangu Otu, sana, lakini tumezungumza na sisi wote tukayapokee na tukawa wajumbe wema huko, na tuhakikishe tunayafanyia kazi ili tuje na nchi na kikao chenye matokeo yenye maazimio ya kinifu, lakini faida kwa mkoa Dodoma na kwa nchi, lakini ni taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kunisikiliza na niwashukuru sana.